Habari za wakati huu mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, tarehe 12 Oktoba 2025 furaha na shangwe vilitawala katika Kanisa la Waadventista wa Sabato Kiharaka baada ya kufanyika kwa sherehe ya ndoa takatifu kati ya Bwana Lukalanga Tito Shija nabi Olivia Daniel Kajoro. Ibada hiyo ya ndoa ilifanyika kwa utaratibu mzuri na wa heshima, ikiongozwa na Mchungaji Shayo, ambaye ndiye aliyefungisha wanandoa hao mbele za Mungu na mbele ya mashahidi wa kanisa. Washiriki wa kanisa la Kiharaka pamoja na wageni kutoka maeneo mbalimbali walijitokeza kushuhudia tukio hili muhimu la kiimani na kijamii. Miongoni mwa waliopamba tukio hilo ni kwaya ya Nchangwahela inayotoka katika kundi la Changwahela, kundi la kanisa lililo chini ya kanisa la Wadventisa wa Sabato Mwenge, ambayo ilitukuza jina la Bwana kupitia nyimbo za sifa na kuleta uhai mkubwa katika ibada. Baada ya ibada, waumini na wageni waliendelea kusherehekea kwa furaha, wakiwatakia wanandoa hao maisha marefu yenye baraka, upendo na utulivu, katika safari yao mpya ya ndoa. Bukelebe TV tunawapongeza Bwana Lukalanga Tito Shija na Bi. Olivia kwa hatua hii muhimu ya kiimani. Mungu awabariki na aendelee kuwa nguzo ya ndoa yenu milele. Kutoka katika viwanja vya Kiharaka, sehemu ilipo Kanisa la Waadventista wa, wa Sabato Kiharaka mimi ni Ustasela Joni.